Tujielimishe na Waislamu tuwe, tu, tu, tuwe na wivu na kiu ya kujiendeleza. Na mimi ujumbe wangu leo ni mambo mawili, la kwanza niungane na Sheikh, katibu wetu wa Bakwata wa mkoa, kwenye hotuba yake ya amani, na mimi naungana naye, tuitunze amani ya nchi yetu, tuwe na wivu wa amani ya nchi yetu. Na bahati nzuri, wakati anasoma ile hotuba ikanikumbusha hekima na busara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu huwa hatutumii nguvu huwa tunatumia brain, tunatumia akili eh, hey, kikanikumbusha kisa cha Hudaibia, na nitawaomba waislamu mkakisome. Mtume alikuwa na ndoto alioteshwa na kwenda umra Maka kutokea Madina, na alivyofika Maka Makureish wakamwekea vizuizi eh, hey, Makureish wakamwekea vizuizi lakini, Mtume alikuwa na namna zote za kutumia mabavu, za kutumia jeshi lakini akasema la, akatumia akili e. Kwa Makureshi wakamtaka, wakampa masharti mengi mtume akayakubali, ikiwemo sharti ambalo hata wasaidizi wake walichukia, kwamba tunafahamu kwenye kila andiko la waislamu lazima tuanze na bismillahir rahmani rahim. Yeye wakamwambia tutaandika mkataba, lakini e akasema basi tunaanza na bismillah, akamwambia hapana tutaandika mkataba hatutoanza na bismillahi rahmani rahim na wala wewe hatutokutambua kama mtume wa Allah subhanahu wa taala, lakini mtume akakubali, kwa sababu alitumia akili, alijua nini, alijua nini anachokitaka, na hatimaye mtume pamoja na kujifanya dhaifu kwa wakati ule akaja akaibuka mshindi mkubwa, na ndio maana leo mamilioni ya Waislamu wako Maka. E, wanaendelea na hija hiyo. Isingewezekana kama mtume asingetumia akili, na ndipo mtume anapotufundisha kwamba Waislamu, mambo yetu sio kila wakati maguvu maguvu, lakini hebu tutumie akili. Uislamu umesimama leo kwa sababu ya akili, sio tu kwa nguvu, ni kwa sababu ya akili kwao. Na mimi ninawaomba waislamu wenzangu wa, wa Bariadi tuitunze amani, lakini niongeze jambo moja, tunapohimizana amani, tuhimize na haki na nitumie nafasi hii niwaombe wale wote watahusika kusimamia uchaguzi wakatende haki. Waislamu tuko tayari kuilinda amani na tuko tayari kuipigania haki na tutafanya hivyo kwa wakatende haki kwenye uchaguzi mkuu. Uchaguzi uwe wa huru, uchaguzi uwe wa haki na uwe wenye kuaminika. Yani wazungu wanasema free fair and credible elections eh? Manake unaweza kuwa wa huru na wa haki lakini unapoteza credibility Kwao ninawaomba sana eh, wale wote wenye wajibu wa kusimamia uchaguzi, tutaihubiri amani lakini tutaihubiri na haki kwao, ili wafanye uchaguzi wetu uwe mzuri, tumalize uchaguzi tukiwa wamoja, tumalize uchaguzi tukiwa watu ambao tuko tayari kuiendeleza Tanzania yetu. Na niwaombe Waislamu wa, wa Bariadi wote msiache kushiriki uchaguzi, nendeni nendeni mkachague viongozi ambao watasimamia maendeleo yenu. Nendeni na nyinyi wenyewe mkagombee, msijiweke nyuma Waislamu mkasema labda ni kwa ajili yao. Hapana, nendeni mkagombee udiwani, nendeni mkagombee ubunge, nendeni mkagombee urais. Eh, na, na tuwe tayari kusaidiana, tuwe tayari kushirikiana, tuwe tayari kufa, ku, kupeana kila mawazo na fikra za kuhakikisha kwamba tunashinda.